Umefika hapa alikwambia hapa... Okay, chochote ama alionipa kadi, kwa kusema kweli hakuniambia kitu chochote, kadi hii tunachukua wakubwa, sio watoto. Nikaja nikakaa nayo. Kuna wenzako wengine kadi walizitupa, ya nini? Hapana, sikusema kupitia pana nikasema nataka nikae mpaka nijue mashindano mwisho wake ikadi itakuwa ina maana gani. Tuambie wakati mheshimiwa pale anataja nambari 25. Ilikuwa tayari unajua namba yako ni ngapi ama baada ya kusikia nambari 25 ndio kaangalia kadi yako? Hapana, wakati nilipokuwa naanza kutaja namba nikatoa kikatasi changu mfukoni nikawa na kifungua. Kila, zikita, jawa, kila jawa, mbaka, mbaka, kiume, kanabia, mama, namba zikazi kitajwa naangalia, kila namba zikitajwa naangalia. Paka kiume akanambia mama nipe hiyo kikatasi nikampa. Nilivampa ile mwanangu akakaa nacho. Zikatajwa namba zikatajwa namba mwisho kaja kutaja namba 25. Mashallah, Ayub, huyu ndio kamwambia mama wake. Asalamu alaykum. Unasoma? Darasa gapi? Salamu baada ya kuona. Kafanyaje? Nilimpatia mama, uh -huh, nilivyoona kwa sababu namba imetajwa na washini um, nikampa mama nikamwambia mama, namba imetajwa, namba ishirini na tano, namba yako hapa. Mama akachukua mama kuchukua mama akaanza alivyoshtuka aka, hmm. akasema tumtafute mtu tuende huko uwanjani tulivyokuja tumf, hapo tukamkuta yule dada tukamwambia hmm. akatwambia haya tuokeni tukaja hmm. mpaka hapo tukaja akatwambia hivi msubirieni hapo mashaallah mama hajalia hajalia wala wewe ujalia oh, ndio lakini nimefurahi ndio na kuna kilio kile cha furaha pia unajua ndio eh? haya hongereni sana eh mamangu mimi nakushukuru sana allah kufanya wepesi kiukweli hii allah amekukadiria amekuchagua Amina. Hii mara yako ngapi unakuja kwenye mashindano haya ya Qur'an? Ni mwaka jana nimekuja na mwaka huu tena nimekuja. Okay. Kwa hiyo una miaka miwili kwenye mashindano. Ehe. Lakini Allah akakujalia mwaka huu umebahatikiwa. Shukuru Mungu. MashaAllah, hongera sana Amin. Asante sana mtazamaji wa Al Hajar TV pamoja na Kishki TV ni miongoni mwa surprise eh, ambazo zimetangazwa hapa katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa eh, nambari 25 ni ya huyu mama na sasa anapeleka kule katika eneo maalum wale ambao wote wamepata zile nambari tajwa wanaelekea pale sehemu ya chini na baadaye utaratibu wa kupatiwa vile ambavyo umeahidiwa vitatolewa. Khatib Abdallah, niambie ndugu yangu, unaonaje mpaka sasa hivi hali ya mambo inavyokwenda katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa na uwanja ukiwa umetulia licha kwamba najua hamu kubwa hapa ni matokeo ya mashindano haya? Asante sana ndugu yangu mwana wa mali mashi, kwa sasa ni utoaji wa tuzo kutoka katika jukwaa kuu kule ambapo mshereheja eshaji wa shughuli hii katika awamu ya pili anaendelea kutoa tuzo kwa wadhamini mbalimbali waliofanikisha, e, tukio hili la mashindano ya mwaka e, mashindano ya robo karne miaka ishirini na tano kutimia kwa uzuri zaidi. Lakini kabla ya hayo, ndugu yangu Maalim Mashi, kuna zawadi kem kem, surprise kibao, surprise kibabe zimetajwa hapa. E, zikiwemo e, umra tisa, ambapo tano zimepewa taasisi ya e, tano zitagawanywa ambazo zimegawanywa tayari katika kiwanja hiki cha Benjamin Mkapa, na nne zitakuwa ni taasisi ya Alhikma itajua nini cha kuzifanyia. Vilevile, kando na hiyo, kuna surprise bab kubwa ambayo kila mwaka Alhikma Foundation inapeana fursa kwa wale mabachela masinia, bachela na wale madada ambao pengine bado Mwenyezi Mungu hawajawatilia ya taufiki ya kuolewa. Na mwaka huu ndoa za watu mia mbili, tumezoea ndoa za watu mia ndoa za watu e, hamsini, lakini mwaka huu Alhikma Foundation kupitia rais wao e, Sheikh Abdul Qadir Al Ahdali wameahidi wa kufanya ama kutekeleza ndoa mia mbili ambapo ndoa mia moja zitafungwa katika nchi hii ya Tanzania na ndoa mia moja zitafungwa katika nchi jirani ya Burundi. Ndugu yangu, ndoa ambazo zimetangazwa ni mia mbili, lakini idadi ya watu ambao watakwenda kuachana natimia <tipa> tunazungumzia <tipa> hiyo ni idadi ni watu mia nne wanakwenda kuachana na ukapera, kwa sababu ndoa ni moja ni watu wawili, kwa hiyo mia mbili inakuwa ni watu mia nne. Unaweza kuona namna gani Alhikma